Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, Waziri mstaafu, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Baba ameondoka, Baba amekwenda, lakini mziki wake utaishi milele. Ndio alama itakayotufanya tumkumbuke. Mziki wa King hachezi mzee peke yake mziki wa King mpaka mtoto anacheza. Hii ni maana, aliishi maisha mema, na kati anatunga nyimbo hizi zake alikuwa na roho nyeupe. Tujitafakari tunapokwenda padi, kasema hapa leo hii tuna madukuduku mengi, hata kuangaliana usoni, lakini baadaye, siku ya mwisho tunalala. Mheshimiwa, Mheshimiwa Waziri, ni kuombe zamani King Kiki pamoja na wenzake na wanamuziki wengine katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ulikuwa unakuta bendi inapiga, tunawapa ajira watu wa mabendi katika shughuli mbali mbalimbali za kitaifa, tulikuwa tunawapa ajira ya watu wa mabendi. Lakini sasa hivi, Mheshimiwa Waziri, ni ukweli usiofichika. Ninashukuru sana Basata na wengine wengi. Sasa hivi wanamuziki wanapiga kiingilio bule, ni kutokomeza mziki wa dansi Kupitia huyu mzee leo, mzee amefanya mengi, turudishe hadhi ya mziki wetu, na kurudisha hadhi ya mziki wetu ni kumuenzi mzee huyu. Nami najua Ndumbaro unaiweza kazi hii, najua Mwana FM Juma Hamis unaiweza kazi hii, kupitia mkurugenzi tunaweza kazi hii. Na tukiungana kwa pamoja tunaweza kazi hii. Baba, tunakutakia kila laheri uko uendapo, hapo ulipo. Umetuacha wanao, umeiacha tasnia iko salama, familia Poleni sana. Mimi kwangu alikuwa mwanachama wangu, mimi kwangu alikuwa baba, ndio mtu pekee alikuwa akinipokea na nyamaza, na leo na nyamaza tena. Asante sana, sana.